Kombe linalofuata Mheshimiwa Rais, ni la ligi kuu ya NBC ambalo ndio tulimfunga Simba goli mbili kwa bila. Ni ukweli usiofichika kwamba timu yenu sasa hivi iko katika viwango vikubwa sana. Naomba muendeleze juhudi hizi, ili timu iweze kufanya vizuri ndani ya nchi lakini na nje ya nchi. Sasa mimi kama mwenyeji na vile vile kama mnufaika mkubwa wa mafanikio yenu na michezo yenu na kuitangaza Zanzibar, basi kwa haya mafanikio makubwa, na mimi nichangie kidogo katika maendeleo yenu kwa kutoa shilingi milioni mia moja. Tumeshuhudia makombe matano hapa na pia mpokee shukrani zetu kwa sababu ya kuitangaza Zanzibar nje ya nchi na ndani ya nchi na kucheza baadhi ya mechi zenu hapa. Na sisi tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea kujipanga katika kuhakikisha miundombinu ya michezo inakaa vizuri ili mashindano haya yazidi kuja Zanzibar, eh, mara kwa mara. Tumetumia uja uwanja wa Amani Complex jana na baadhi ya watu ambao ni wageni. Tuna wageni pia kutoka uh, Nigeria ambao wako hapa wamefurahishwa sana na setup ya uwanja wa Amani Complex na ni kitu ambacho walikuwa hawajawahi kukifikiri kinaweza kuwa katika ardhi yetu ya Tanzania. So, Mheshimiwa Rais, pongezi hizi za jitihada kubwa za michezo ambazo wewe binafsi yako pamoja na serikali yako mmekuwa mkizifanya, tuliona wewe utakuwa ni mdau wa kwanza kushika makombe haya matano kabla ya mtu yoyote, Mheshimiwa Rais.